M, mwenyekiti, kiwanja hiki kiliboreshwa kwa maana ya usanifu wake kuhakikisha kwamba kinapanuliwa, kinakuwa kikubwa chenye uwezo wa kuweza kuhudumia ndege za ukubwa wa Bombardier Q400 kwa usalama kabisa. Na mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu mpaka sasa hivi kwa ujumla wake katika mawanda yake mbalimbali umefikia wastani wa asilimia sabini na tano. Chama mwenyekiti, kama utakavyoona baadaye katika maeneo mengi ujenzi wake umeshakamilika. Niseme uwanja umeshakamilika, maegesho yameshakamilika, kila eneo limeshakamilika isipokuwa ujenzi wa majengo. Uh, runway. Uh, yes, runway, na kila kitu kimeshakamilika. Na barabara ya kuingilia ndani uliyoiona imeshakamilika lakini bado tu finishing vidogo vidogo pamoja na hasa ambavyo bado ni ujenzi wa majengo mbalimbali yanayoendelea. Mwisho mwenyekiti niseme kwamba uh, kwa ujumla mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 10 Juni 2025. Na gharama ya mradi huu kwa ujumla ni shilingi bilioni 48.5 ambayo miongoni mwake bilioni 44.8 ni kwa ajili ya mkandarasi na mshauri ni bilioni 3.7. Rai yangu ni kwamba Tanroads uh, wataendelea kumsimamia mkandarasi ili aweze kumaliza hizi asilimia ishirini na tano zilizobaki kwa wakati una, uh, kama mkataba unavyosema, lakini pia naamini baada ya Tanroads kumaliza uwanja huu watawakabidhi uh, Tanzania Airport Authority ambao watakuwa na jukumu la kusimamia uwanja uh, huu. Naamini uh, kwamba watautunza na kufanya maintenance ili uweze kutumika leo na, uh, na kesho, maana ni mradi mkubwa ambao unahitaji mpaka vizazi vijavyo viweze kukuta. Hii pia ni rai ya kamati kwamba kama maagizo ya Waziri Mkuu yalivyotoka kwamba TAA waanze mchakato wa kuomba vibali kwa ajili ya kutumia hii runway ya uwanja mpya ambayo imekamilika kwa eh, sababu ile njia ya mruko imekamilika, ndege inaweza kutua. Kwa hiyo wanaweza kufanya utaratibu wa kupata vibali, ndege zikaruka hapo wakati wanatumia jengo la zamani la abiria kwa sababu hili jipya halijakamilika. Naamini kwamba hayo yakifanyika, basi tija ya uwekezaji huu mkubwa ambao umefanyika itaweza kupatikana. Nashukuru sana. Watanzania lazima wafahamu huu uwanja wa ndege wa Shinyanga ni uwanja muhimu sana. Shinyanga ni eneo eh, muhimu sana kwa upande wa mazao pamoja na madini. Sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa mazao, lakini ni wazalishaji wakubwa sana wa madini. Tuna, tunayo migodi mingi, lakini pia tunayo maeneo mengi E, ya uchenjuaji wa dhahabu, e, pamoja na madini mbalimbali ambavyo vinauzwa pia kimataifa na tunao wawekezaji wengi pamoja na Watanzania wengi, wafanyabiashara ambao wanapaswa kutoka katika hili eneo, kwa hiyo kile kitendo cha kuwa na uwanja wa ndege mkubwa kama huu e, hapa Shinyanga wa kihistoria e, na nyinyi wenyewe mmeweza kujionea. Maana yake ni kwamba sasa Shinyanga inakwenda kubadilika zaidi kiuchumi, lakini pia mikoa kama Mwanza ambayo pia ina viwanja vikubwa, Tabora na kadhalika, eh, na wenzetu pia wameweza kupata uwanja ambao ni backup in case pana mwaka fulani mlio kusikia uwanja wa ndege wa Mwanza kuna siku moja ulipata dharura, ndege zikashindwa kutua na pana ndege moja ilienda kutua Bukoba na kadhalika. Kwa hiyo unaona, kutoka Mwanza mpaka Bukoba ni mbali sana, lakini kutoka Mwanza mpaka Shinyanga ni karibu sana. Hii ina maana ya kwamba hata tunavyokuwa tuna dharura za ndege katika maeneo yetu, ni rahisi kubadilisha e, alternative na kutafuta uwanja mwingine.